Bima Pub. Urahisi wa maisha. Kwa majina yanaitwa Goodluck Gadiel Mungure, ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Kampilipili, lakini ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Songwe. Tuko hapa leo, ni takribani zaidi ya siku mia nne zimepita toka mgogoro huu wa eneo letu la Kampilipili pamoja na wa wawekezaji ambao wanadai walipewa leseni ofisi za madini Leo hii ni siku maalum kwetu. Tumekuwa tukiangaika siku zote hizo kutafuta haki yetu ya Kampilipili. Tumeingia ofisi za kila aina kueleza masikitiko yetu, lakini tunapata nyakati ngumu sana kusaidia kwa sababu ya mtu mmoja aliye juu anayejiita mwekezaji, na leo hii tunafanya maombi maalum kwa ajili ya eneo letu lakini pia tunafikisha ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Mama, kwa upendo wako mkubwa unapokea malalamiko yetu na masikitiko yetu makubwa. Tunakuomba kwa umati uliopo hapa Kampilipili, maisha yao ni hapa. Tunafanya dua maalumu leo kwa kuiombea Kampilipili. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ni mfariji mkuu, unatambua mioyo ya Watanzania. Tunakuomba mama, usikie kilio chetu, uingilie kati mgogoro wetu na utatue kwa haki mgogoro wetu kwa majina. Naitwa Sevelin Kevin Kapinga, jina maarufu naitwa mchungaji. Kuna watu wanajiita wawekezaji na kutuzulumu maeneo wa yetu na kutuambia tuondoke. Je, mheshimiwa rais, hawa watu wote wanakwenda wapi na ukutoba? kula yetu ni moja tu ambayo tunakwenda kuisaini kwa ajili ya mheshimiwa rais. Kwa tukuombe mheshimiwa rais, kwa ridhaa yako pamoja na mheshimiwa Mavunde, kwa zile mwenye zamana ya madini, tunaomba mtume tume ije ifanye research kwenye hiyo eneo, ili mtambue kwamba hao maelfu ya watu wanaenda kuangamia kwa ajili ya mtu. Kwa sasa matumaini pekee yaliyobaki ni kwa rais wetu mpendwa, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ukiona hawa wote hawa, ukisikia neno Kampilipili Gold Family, sio mke na mume, ni hawa watu wote walioko hapa na baadhi wengine hawapo, ndio Kampilipili Gold Family. Anatokea mhuni mmoja aliye nyuma ya, ya kampuni anasema hawa watu waondoke. Twende wapi? tukafanye nini? kwamba turudi tukaibe? turudi tukafanye nini? sisi ile eneo la kampilipili ni la kwetu. Toka nimefika hapa kampilipili nimefika nakutana na migogoro kwa hivyo tunaomba Mama Samia suluhu Hassan, wanadai sisi ni wavamizi, wakati huo wanachukua pesa zetu tunazilipa wao. huu uvamizi kati ya sisi na wao ni nani vamizi? naomba hilo uliangalie mama. Namuomba Mama Samia, naomba nisikie, naumia, naumia sana, namuomba naomba mama nisikie, mimi nakupigia kupigia magoti mama, naumia, mama, mama.